Shida kubadilisha na mnanijua. Marejeo ya rekodi ya kihistoria yanagusa wizara ya TAMISEMI, wizara ya maliasili na utalii, wizara ya elimu, wizara ya nishati, wizara ya mambo ya ndani na wizara ya ardhi. Mathalan, kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini hadi walipoteuliwa na kuapishwa mawaziri wapya Novemba 18 mwaka huu, wizara ya TAMISEMI imekuwa na mawaziri watano, wizara ambayo na yenyewe inagusa kila sehemu ya Tanzania kuanzia serikali za mitaa, mikoa uh, hadi taifa, na ni wizara inayogusa sekta muhimu zote. Nayo na wizara ya maliasili na utalii, katika kipindi cha miaka mitano imekuwa na mawaziri wanne tofauti. Inatakiwa abuni ubunifu huo hali ya juu kwenye sekta mbalimbali mbali, au uh, mazao mbalimbali mbali ya utalii kama utalii wa nyota na pia aina mbalimbali mbali za utalii ili kwamba soko liweze kupanuka. Wizara nyingine ya moto ni wizara ya elimu kutokana na kutoa huduma kwa sekta inayoamua hatima ya malezi na ukuaji kitaaluma, na huu ndio ugumu mkubwa unaojitokeza kwenye wizara ya elimu kwa sababu kila kijiji, kila kata hadi taifa masuala ya elimu yanahusika. Sasa unapowekeza kwenye masomo ya sayansi maanake unakuwa uh, ume, umeanza sasa kuwatengeneza watu wako kuwa wabunifu uh, lakini pia kuwa watengeneza ajira, sio watumia ajira. Pia kuna wizara ya nishati ambayo uendeshaji wake mara kadhaa umekumbwa na kashfa, ikiwemo Richmond na escrow. Uimara wa umeme, hilo ni la msingi zaidi, kwamba hatutarajii umeme ukatike katike, jambo ambalo hawachaidi. Kwa hiyo wakazie hapo, tusione umeme unakatika, kazi ziendelee. Kubwa zaidi ni gesi ya magari gari kuna vituo vimewekwa, ni sawa, lakini vinatakiwa viwe vingi vya kutosha. Mfupa mwingine mgumu ni no migogoro ya ardhi inayotajwa kuwa sababu kubwa ya mawaziri wake kukumbwa na misukosuko. Kwa hiyo tungeshauri kwa waziri mpya na naibu wake kuangalia mambo yafuatayo: moja, ni matumizi ya ardhi, namna gani ambavyo wizara ya ardhi inatoa kipaumbele katika kupanga mipango ya matumizi ya ardhi ambayo inazingatia mahitaji ya watu wote. Lakini wizara ya mambo ya ndani nayo ni kati ya ofisi hizo za moto. Lazima wajenge imani kwa wananchi, kauli zao, vitendo vyao viendane na yale wanayoyasema. Ni wazi kuwa utendaji kazi unaotarajiwa na Rais Samia Suluhu Hassan ndio utakuwa tiketi ya mawaziri hao wengine kuendelea kubaki katika majukumu yao katika maeneo walioteuliwa. Sheila Mkumba, Azam News, Dar es Salaam.